Kama una haya mambo kumi na mbili nitakayoyataja hapa, basi nakuhakikishia wewe ya kwamba ima una nguvu ya kiruhani au maruhani wanakutawala yani, maruhani wako na wewe masaa ishirini na nne. Mara nyingi sana nakuwa ni hivyo, na tutambue ya kwamba ruhani hapandi kichwani, bali ruhani mara nyingi sana huwafata watu wenye sifa mbili. Sifa ya kwanza roho nzuri, na sifa ya pili mwenendo wa mtu Mwene, yani, roho nzuri namaanisha kwamba ni ule mtu ambaye yeye hajijali yeye, sana sana hujali watu kuliko anavyojijali yeye na, ye, na hachukii kwa kuona mtu kafanikiwa ama kaendelea, yeye kwake vitu vya kawaida kabisa hio wala havijali kabisa, yani kiufupi hapambanii dunia, hana time na hivyo vitu, yani vikija kwake yeye sawa, havijaja wala hapambanii, hatumii nguvu kubwa yani. Huyu au mtu ambaye ana mwenendo mzuri, mwenendo wako ukawa ni mwenendo wa kidini, basi hawa wajamaa huwa wanakuja na wanaamiliana na wewe, na hizi ndizo sifa ambazo utakazokuwa nazo yani, katika sifa ambazo, katika vitu ambavyo utakavyokuwa unavyo vinakuzunguka katika maisha yako, ni hivi ambavyo nitakavitaja hapa. Sifa ya kwanza ama jambo la kwanza ni kukaa sehemu kisha tu ukawa unapata harufu nzuri ya manukato ama udi bila ya kuwa nyum... bila ya kuwa kwamba pembeni kuna nyumba ambayo panafukizwa udi, au umekaa na mtu au kuna mtu ambaye kapuliza manukato ukayasikia harufu yale. Hapana, yani wewe tu ukakaa tu sehemu peke yako kisha ukapata harufu nzuri, yani ikakujia tu harufu nzuri eh, ukajiuliza wapi ametoka, lakini ukahakikisha kama hakuna mtu yote ambaye kapuliza manukato au kuna udi, basi fahamu ya kwamba wewe unaamiliana na maruhani ama una nguvu ya kiruhani katika mwili wako, hilo lielewe. Harufu nzuri ndio jambo la kwanza. Jambo la pili kukujia maiti kwa wingi yani, wafu wakawa wanakujia mara kwa mara na kila anayekujia anakujia na ujumbe wake. Na kama tunavyofahamia kwamba maiti si sana kuwa anapiga stori na mtu, kwa sababu unapolala pale uko nusu roho. Kwa hiyo haiwezekani kwamba wewe uko unapiga na stori wale, atakujia kwa ujumbe. Kwa hiyo kuna wengine ambao watakaojua utaona, mfano wanakujia labda na ujumbe wake, na wewe ukatoka baada ya kuamka asubuhi, ukaenda katika familia ya mtu fulani ambaye kakujia, labda ukatekeleza ile ambayo ukakwambia, baada ya muda watakujia tena, yule atakupa kitu, mfano labda ama atakupa chakula yule, ama atakupa hiki. Fahamu ya kwamba wewe una nguvu ya kiruhani na unaishi katika ulimwengu wa kiruhani. Haya ni mambo ya kiroho, atayaamini yule ambaye anamsibu tu, si kila mtu ambaye atakayeamini haya. Sawa, hilo ni la pili. Jambo la tatu. Jambo la tatu, e, ni kuota matukio na yakawa ya kweli. Yaani ukaota tukio, alafu linakuwa la kweli vile vile ulivyoliota ndio likawa vile vile. Au ukaliota kwa mafu, kwa njia ya mafumbo. Sawa. Mfano kama vile labda utakuja kufungukiwa riziki zako mbeleni. Sawa, Mwenyezi Mungu anataka kukufungulia riziki zako, itakuja ndoto ya mafumbo kama nilivyoelezea siku za nyuma. Utaota utaota jua uta, uta, uta, uta, labda la la asubuhi, utaota mwezi, utaota vitu kama hivyo yani, utaota labda, utaota viongozi wakubwa wakubwa. Haya yote ni, hizi zote ni ndoto za kuashiria kama kuna vitu baadaye vitakuja kukufungukia. Kwa hiyo ukiona haya, fahamia kwamba wewe pia upo katika ulimwengu wa kiruhani, na ruhani hapandi kichwani. Sawa, hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne, kuwaota watu kwa uhalisia wao. Yani ukamwota mtu yake, ya, ya, bavye, ya, na tabia yake, yani vile ambavyo yeye anavyokuwa anakaa na wewe hasa Yaani ukamuota mtu vile alivyo, yaani wewe hupati shida naye, yaani vile ambavyo umeiota ile ndoto ya yule mtu jinsi alivyo ndiyo hivyo hivyo alivyo unaonyesha uhalisia wake na roho yake kwako. Ukajiota unasoma Qur'ani katika usingizi fahamu ya kwamba wewe umesibiwa na mambo ya kiruhani. Hii kuota unasoma Qurani angalau kwa wiki na kwa mara moja au kila baada ya miezi mitatu au inategemea na nguvu ya ruhani ambayo ulienaye, lakini kuota unasoma Qurani hili ni jambo la kiruhani, mara nyingi sana huwa ni hivyo mataalla, kwa sababu majini hawa ni wema, wapo anna minna salihuna wa minna aduna, dhalika Sawa, katika sisi tupo wema na wapo ambao sio wema, kama sisi wanadamu tulivyo. Kwa hiyo na hawa wanaamiliana na watu ambao wanakuwa ni wema, sawa. We ndania, ndania. Kwa hiyo ukijiona wewe ndani ya ndani ya usingizi unasoma Qur'ani, fahamu ya kwamba wewe umesibiwa na mambo ya kiruhani, hilo la tano. Na la sita utakapojiona kwenye Qur'ani kwenye, kwenye usingizi unasoma Qur'ani, lakini unakuja kufunua macho unaiendeleza aya ile ile ambayo ulisoma kule wakati umelala. Mfano, tujalie ihdinas siratal mustaqim, ukafika hapo ile unataka kuendelea tu ukaamka, lakini ukajikuta unaendelea kusema siratal ladhina an'amta alaihim, wewe una nguvu kubwa sana ya kiruhani, tena katika bishara njema, na ni nzuri zaidi hii. Uka, ukashtuka, ukajikuta unasoma Qur'ani, ni kama vile kinyume chake, ukashtuka, uka, uka, unapiga makelele, hali usingizini pia ulikuwa unapiga makelele, hiyo pia ni ishara mbaya, sawa kwa hiyo. Lakini ukiona una, unasoma una, una Qur'ani, ukashtuka kusoma Qur'ani na huku bado unaisoma wewe umesibiwa na mambo ya kiruhani. Punguza domo domo kuhadithia watu kila kitu. Jambo la saba. Sawa, jambo la saba ni kumuota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama kuota mitume mingine. Sawa. Hili pia nalo lina sababu, lina, lina, lina sheria kwamba wewe pia una viumbe wema au maruhani. Fumba mdomo wako, sio kila utakaloliota ulihadithie. Sawa. Jambo la nane, kuota al-Kaaba ama unatufu al-Kaaba. Hili ni jambo kubwa sana vile vile. Unapaswa uweze mdomo wako, si kila utakaloliona usingizini ulihadithie. Unatufu Alkaaba ama umeliona Alkaaba, hilo ni jambo la nane. Jambo la tisa. Jambo la tisa, kuna ukijiona wewe ni mtu ambaye e, unajua yani, mtu ukimwona tu unajua huyo, sijui kama si baada ya miezi mitatu huyo atafariki, ijapokuwa aya ya Allah inasema Wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayyi ardin an ardin tamut, lakini Mwenyezi Mungu na watu kawatia ilmu yake kawapa vitu vyake katika nafsi zao na wanayajua hayo. Wenye kuyajua wanayajua na hawasemi, lakini wanajua. Yani mtu anajua sana, mtazama huyu anajua huyu huyu huyu sijui huyu kama kama kama kama tachokuwa muda huyu, na kweli na kuwa. Ukijiona upo hivi, fahamu ya kwamba wewe una nguvu ya kiruhani ndani ya nafsi yako, sawa. Hilo ni la tisa na la kumi la kumi, ee, anasema ukihisi jambo, ukilihisi jambo linakuwa na ndivyo vile linakuwa. Yani utakavuliona jambo ndivyo vile vile linakuwa na ndivyo hivyo hivyo linakuwa jambo. Ukijiona upo hivi tu, fahamu ya kwamba wewe una nguvu ya kiruhani sawa. Ukilihisi jambo vile unavyolihisi wewe, mfano sasa hivi unahisi hapa sikika, kama hapa tutogezea ajali hapa, na kweli katokezea ajali, ama labda hapa sikika, mahali hapa tutogezea ugomvi hapa na kweli ukatokeza ugomvi baada ya dakika tano, au labda mfano ukafikiria tu tch, mtu fulani sijamuona siku nyingi sana, akakukaa kichwani, na baada ya dakika kadhaa ukamuona yule mtu, wewe una nguvu ya kiruhani. Haya mambo utakapoyaona, fumba mdomo wako, si kila mtu anayo. Kuna wengine huoyo huyaomba usiku kucha na hawayapati jambo. La kumi na moja, dua zake huyo mtu zinakuwa ni mustajab, dua zake zinakuwa ni mustajab. Yani akiomba dua mara nyingi sana, huwa inakuwa sawa na vizuri zaidi zaidi, akiwa ana, anaomba ile dua kimoyomoyo, yani si kila mtu anajua. Lakini mara nyingi sana ukijiona unaomba dua na inakuwa, wewe una nguvu ya kirohani, kwa sababu wanakutangulizia, wanakutangulia wenzio kukuitikia amin wakati wewe unaisoma dua yako hiyo ya kumi na moja. Na jambo la kumi na mbili la mwisho, Qurani, ukijiona wewe ni mwepesi sana Qurani, ukiisoma dakika moja, yani ukitazama tu ile verse ya Qurani ishaka kichwani ukitazama tafsiri yake ishaka kichwani, ukisikiza ma mawaidha ya Qur'ani yashaka kichwani, fahamu ya kwamba wewe una nguvu ya kiruhani sawa. Na muda mwingine unaweza ukajikuta wewe huna ibada yoyote, huna ibada yoyote, upo tu, lakini unajikuta ndoto zako zinakuwa ni nzuri nzuri. Sawa, wewe unatakikana ubadilike, ubadilishe mwenendo wako, uwe unaishi ki uwe unaishi kidini zaidi, ndivyo unavyotakikana. Na mtu ambaye ana mambo haya ya kiruhani hmm, dawa yake ni moja tu kithiri cha ibada, hakuna jingine chochote na wala usifikirie kuwa na ruhani maanake ndio utajiri. Hicho kitu hakipo. Ruhani huja tu akaamiliana na wewe kwa sababu amekupenda kutokana na jinsi ulivyo, lakini haimaanishi kwamba wewe ni tajiri ama utakuwa tajiri. Haya mambo yote yapo katika uwezo wa Allah. Hivi ni vitu tu, hawa ni viumbe kama walivyo, kama, kama, kama tulivyo sisi. Sisi sote ni viumbe sawa, isipokuwa hawa na wapo katika ulimwengu wa kiroho. Jamani, tuelewane kwa hiyo usiende na kuuliza maswali mengi. Ustadh, mimi nina ruhani mimi, lakini sio kile zangu. Kuna mtu mwingine ukienda kwenye tiba atakwambia wewe una mdudu mzuri, lakini kakaa pembeni, kuna huyu mchafu ndo ambaye yuko mbele hapa. Hili watu wengi sana huwanaambiwa na inawezekana kwa asilimia mia moja kwa sababu yule mzuri, yule mara nyingi sana huwa anakaa pembeni. Atakaaje pale wakati mchafu yupo? Ni sasa natoe mfano jamani, kwamba wewe umevaa ka kanzu nzuri kabisa, umevaa nguo nyeupe safi kabisa, alafu ukasimama pembeni kuna yani pembeni ya tope akawa aka, anakuja mtu huku kwa nguvu anazikanyaga zile tope kwa nguvu. Wewe utasimama sehemu ile ile? na maruhani si kama sisi, wao hawajibizani, sio kama sisi. Atakapoona kuna sehemu kwamba hapa kuna mdudu mchafu na wewe mwenyewe huna, huna miendo mizuri, anakaa pembeni kao ni wewe mwenyewe hujitahidi katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na roho yako uiendeleza hivyo hivyo, lau usisikitike kujiona na roho nzuri. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu humchunuku amtakae, yahabu limanyasha Mwenyezi Mungu humchunuku amtakae wahadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.